Mpendwa msikilizaji na mpendwa mtazamaji, napenda kukaribisha leo katika somo letu endelevu la kesha la asubuhi tarehe kumi na sita mwezi wa nne elfu mbili ishirini na tano. Leo tuna somo lenye kichwa kinachosema chakula cha kiroho kwa ajili ya ukuaji na nguvu, limejengeka katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza Sura ya pili mstari wa kumi na tatu inasema: kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa, mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu, mlilipokea si kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu; na ndivyo lilivyo kweli kweli; litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. Tuombe. E Mungu uketie mali pa juu palipoinuka, ni muda mwingine tena wanawako toja mbele zako, tunasema asante kwa siku hii ya leo, tunasema asante kwa zawadi na naozidi kutujalia mfano amani. Tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi wakati wote. Tunaomba wepo wako kupata kutamalaki katika somo letu hili. Tunaomba na kuamini kupitia jina lako Yesu, amina. Biblia ina vitu vyote vinavyohitajika kwa ajili ya wokovu wa nafsi na, wakati huo huo limeundwa ili kuimarisha na kuadibisha akili. Litaonekana lenye kufaa zaidi kuliko kitabu kingine chochote katika kuongoza kwa hekima shughuli za maisha, kadhalika na katika kusaidia nafsi kuipanda ngazi ile ifikayo mbinguni. Biblia inampatia mtafutaji wa kweli mazoezi ya hali ya juu ya kiakili. Anatoka ili kutafakari mambo ya Mungu huku uwezo wake ukiwa umeboreshwa. Nafsi inanyenyekezwa, wakati Mungu na kweli Yake inainuliwa. Mwanadamu anatukuzwa zaidi na Mungu kuheshimiwa kidogo mno, kwa sababu watu hawajazifahamu kweli za Biblia. Katika kuchunguza kurasa za neno la Mungu, tunakuwa tukitembea katika mandhari tukufu na ya milele. Tunamwona Yesu, mwana wa Mungu, akija katika ulimwengu wetu na kujihusisha katika pambano la ajabu ambalo lilibumbuaza mamlaka ya giza. Ni ajabu na kushangaza jinsi gani kwamba, Mungu wa milele alikubali kufedheheshwa kwa mwanawe wa pekee. Neno la Mungu ni chakula cha kiroho ambacho kwacho lazima Mkristo aimarike katika roho na akili, ili kwamba aweze kufanya mema kwa kweli na kwa haki. Biblia inafundisha kwamba kila dhambi ya kudumu sharti iondolewe, kwamba kila vita dhidi ya uovu lazima ipiganwe mpaka kila dhambi ishindwe. Wakala wa kibinadamu lazima ajiweke mwenyewe kuwa mwanafunzi wa hiari katika shule ya Yesu Kristo. Anapoipokea neema bure itampatia uamuzi wa wa makusudi ili kuweka kando kila mzigo ili kwamba moyo uweze kujazwa na ukamilifu wote wa Mungu. Usahili wa uchaji Mungu wa kweli lazima uletwe katika elimu ya vijana wetu, kama wanataka kujua namna ya kuepuka ufisadi ulioko duniani. Lazima wafundishwe kwamba wafuasi wa kweli wa Yesu watamtumikia Mungu sio tu wa kupatana na mapenzi yao bali pia inapohusisha kujikana nafsi na kubeba msalaba. Lazima tupambane na dhambi zinazosumbua mpaka tuzishinde. Sifa za tabia zenye kuchukiza ziwe za kulithi au kukuzwa, lazima zilinganishwe na kanuni kuu ya haki, na kisha zishindwe kwa nguvu za Kristo. Siku kwa siku, saa kwa saa, kazi ya nguvu ya kujikana nafsi na ya utakaso lazima iendelee ndani. Kisha kazi hizo zitatoa ushuhudia kwamba Yesu anakaa moyoni kwa imani. Utakaso haufungi njia za roho kwa ajili ya kupata maarifa, lakini hupanua akili na kuhamasisha kutafuta ukweli kama kwa hazina iliyositirika. Mungu wa mbinguni awe pamoja nanyi.